Lioje hapa e, bashasha zikitawala ni fainali e, za ngao ya jamii e, bingwa akitambulika ikiwa mara ya pili mfululizo JKT Queens e, hivi sasa tunapata wasaa wa kuzungumza na mwenye mpira wake mwenye soka lake rais wa shirikisho la mpira Tanzania, TFF Wallace Karia. E, hapana shaka e, utakumbuka e, juhudi zake e, mipango mikubwa e, thabiti akiwa akiifanya kwa ajili ya kuhakikisha anaendeleza soka, sio tu kwa upande wa soka la wanaume, lakini pia ni kwa soka la wanawake. Umeweza kujionea matunda e, timu ya taifa bora na mengine mengi, lakini e, kwa muda huu napata wasaa kusikia hisia zake baada ya michuano hii kukamilika, Ngao ya jamii kutimia leo, anajisikia faraja kwa kiasi gani president? e, ni mchakato wa muda mrefu e, umekuwa fanye mengi kuhakikisha eh, soka linakuwa linakaa kwenye mstari soka linakaa kwenye sehemu yake. Hivi sasa kwenye soka la wanawake tumeona mambo makubwa yameendelea kwa kiasi gani, eh, umejawa na shauku lakini unapongeza eh, hiki ambacho kimetokea, lakini JKT Queens mfululizo mara mbili sasa wanaibuka mabingwa katika michuano hii ya Ngao ya Jamii. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia nipende kuzipongeza timu zote ambazo zimeshiriki katika mashindano ya Ngao ya Jamii, timu nne kwa maana ya mabingwa JKT, Simba, Yanga pamoja na Mashujaa. Lakini pia niwapongeze kipekee timu ya JKT kwa kuweza kuchukua ngao hii. Hakika unavyojua ni mabingwa wa Tanzania, lakini pia ni mabingwa wa Sekafa na ndio wawakilishi wa Sekafa kwenye mashindano ya klabu bingwa ya ya vilabu vya wanawake Afrika. Lakini pia mimi ni mtazamo wangu nadhani ligi mwaka huu itakuwa ngumu sana, itakuwa sio ligi rahisi. Tumeziona hizi nne, lakini kuna nyingine pia ambazo hatujaziona, lakini najua kuna matayarisho yamefanyika. Kitu kikubwa tu, napenda bado kuwarai taasisi mbalimbali waweze kujitokeza kuidhamini ligi yetu. Ligi yetu haina udhamini, tunaiendesha kwa shida sana ingawa vilabu vinajitahidi, vilabu tofauti tofauti tumepata wadhamini pekee yao, lakini wajue kwamba hawatapoteza na wala hawatajuta wakija. Isipokuwa tu nizitakie kila laheri katika msimu mpya ambao unakuja, lakini pia kama unavyojua, wachezaji wetu hawa ndio wao wanaowakilisha timu yetu ya taifa ya Twiga, lakini timu ya Under 20 ambazo zote zina majukumu ya Afcon na kombe la dunia, lakini pia wanatokalisha kombe la dunia futsal wanatokea humo humo. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba hawa vijana wanaotoka kwa timu za ligi ya wanawake wanatuheshimisha Tanzania, na bado heshima itaendelea kuja na sisi tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba ligi inakuwa bora ili weza kutoa wachezaji imara ambao wanatuwakilisha nchi yetu katika mashindano mbalimbali. Uh, Rais tumalize, uh, neno lako dogo kwa uh, klabu hasa katika soka la wanawake katika kuhakikisha wanaongeza wanachagiza hamasa ya kiushindani kwa ajili ya kuendeleza zaidi soka la wanawake nini unawaambia, kitu gani unawaasa? Ah, nawaasa kwamba waendelee kutoa burudani na kwa jinsi nilivyotathmini kwamba ligi mwakao itakuwa na ushindani. Kwa hiyo wajitahidi wacheze vizuri, na ni warai waamuzi waweze kuchezesha ligi katika utaratibu mzuri ili kuweza kwamba anayecheza vizuri na ambaye atapata ushindi ashinde kihalali, lakini pia tusikaribishe malalamiko mengine ili ligi yetu iweze kuwa bora zaidi na ikiwezekana tuwavutie wadhamini zaidi. Shukrani sana kila. Asante asante.